hiyo habari abari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Mwananchi e, chanjo mpya ya malaria yaonyesha matumaini, lakini bado kuna habari inayosema, e, kujitoa Dr. Tulia uspika kwa zua mjadala. Kujitoa kwa Dr. Tulia uspika kwa zua mjadala, lakini Hemedi apishwa Zanzibar atoa mwelekeo. Hemedi apishwa Zanzibar atoa mwelekeo, lakini binti wa muuguzi asimulia alivyokutana na muuaji wa mama yake binti wa muuguzi asimulia alivyokutana na muuaji wa mama yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Gazeti lako la Nipashe lina habari kubwa zinazosema makamu wa pili wa rais Zanzibar asisitiza amani idumishwe nchini. Makamu wa pili wa rais Zanzibar asisitiza amani idumishwe nchini. Lakini unaacha, e, e, unaacha mke unakomba mali mlizochuma pamoja, unaacha mke unakomba mali mlizochuma pamoja. Lakini vigogo kumi wasakwa wasa kwa uhaini e, kwa e, vigogo kumi wasakwa kwa uhaini. Na Sadiki ya mpongeza Dr Samia Suluhu e, ya wapapole waliofiwa. Lakini sura zinazong'ara, waziri mkuu wa kumi na tatu E, sura zinazong'ara e, waziri mkuu wa kumi na tatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii asubuhi ya leo, sasa tuangazie, e, ndani ya gazeti lako la gazeti lako la habari leo lenye linaandika habari inaosema serikali kutumia jitihada zote amani iendelee, e, serikali kutumia jitihada zote amani iendelee. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo lakini, hezlebu yatoa bilioni 215 kwa wanafunzi 96 na 987, ni bodi ya mikopo nchini Tanzania yatoa bilioni 215.3 kwa wanafunzi 96 na 987. Lakini bado kuna habari inayosema Dr Nchimbi awahakikishia wageni Tanzania ni salama, huku Sadek yampongeza Dr Samia Suluhu Hasani wa ushindi wa uraisi. Lakini korosho zauzwa bei juu, wakulima wafurahia. E, korosho zauzwa bei juu, wakulima wafurahia. Wabunge wateule watua Dodoma, lakini yanika athari vurugu ya saka wanane. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la e, habari leo. Lakini Dk Mwinyi kuhutubia baraza la mawaziri, e, baraza la wawakilishi kesho. E, Dr Mwinyi kuhutubia baraza la wawakilishi kesho lakini Zanzibar yapunguza tozo eh, kukabili mfumuko wa bei. Zanzibar kupunguza tozo kukabili mfumuko wa bei, hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo eh, guji la habari Tanzania. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti lako la habari leo tuangazia gazeti lako la Zanzibar leo lenye habari kubwa unaosema eh, polisi atoa orodha ya vinala waliosababisha vurugu, lakini Dr. Mwinyi amwapisha makamu wa pili wa raisi vijana wanaweza kuifanya Zanzibar ya kijani, lakini Sadik yampongeza Dr Samia. Madaktari wa Zanzibar kupewa mafunzo uchunguzi wa saratani, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Pata dakika yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie gazeti lako la mzalendo lenye habari kubwa inaosema watanzania wapewa ushauri kuepuka lugha ya mkanganyiko, lakini Dr Samia kumradhi, Dr Mwinyi E, kutubia baraza la wakilishi kesho, na dk Nchimbi aeleza hatua za kurejesha utengamano, lakini Abdullah aahidi mambo matatu, huku John Mnyika, Lema, Gwajima watakiwa kujisalimisha kwa jeshi la polisi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele, pate nekele yako kwa habari kwa kina, na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali mbali nchini Tanzania kwa asubuhi ya leo, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tuangazie gazeti lako la Mzalendo lenye kuna michezo, lina li habari kubwa inayosema BFT kupeleka mabondia kumi Dubai. BFT kupeleka mabondia kumi Dubai. Lakini hapatoshi, yanga KMC. Hapatoshi, yanga KMC. Lakini mjumbe wa BFT matumaini kibao kwa JKT Queens Huyu ni mjumbe wa BFT asema matumaini kibao ni kwa JKT Queens. Lakini Singida Black Stars meno nje e, Singida Black Stars meno nje. Mligo afichua siri tatu e, Simba, huyu ni Mligo afichua siri tatu e, Simba. Lakini kimataifa Man City Liverpool ni vita nyingine EPL e, Man City na Liverpool ni vita nyingine EPL. Hiyo ni habari ya kimataifa, kona ulimwengu wa michezo e, sasa ni Liverpool na Man City ni vita nyingine lakini habari kubwa ni hapa toshi, Yanga dhidi ya KMC hiyo. Eh, ni habari kubwa kwa gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa michezo, lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye kwenye michezo linaandika Yanga KMC dimbani leo. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye ulimwengu wa michezo nchini Tanzania ni Yanga dhidi ya KMC, lakini New King mafunzo zatoshana nguvu. New King na mafunzo, eh, za toshana nguvu. Lakini Borafia asema ngoma za asili zinapotea Zanzibar. Huyo ni Borafia asema ngoma za asili zinapotea Zanzibar. Lakini JKT Queens kibaruani leo dhidi ya Gaborone United. JKT Queens leo eh, kibaruani dhidi ya Gaborone United. Hiyo ni habari, naendelea ukurasa wa ishirini na tatu kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Habari leo lenye kuna michezo lina habari e, eh, inayoanza na kusema Pamba Jiji Singida nguvu sawa. Eh, Pamba Jiji na Singida nguvu sawa. Lakini Yanga KMC, eh, Namungo Azam hapatoshi. Yanga na KMC na Namungo na Azam hapatoshi leo eh, ligi kuu Tanzania bara. Lakini JKT Queens dimbani ligi ya ya mabingwa e, eh, wanawake barani Afrika. Eh, JKT Queens dimbani leo ligi ya mabingwa wanawake barani Afrika dhidi ya Gaborone United. Lakini TPLB yaita mashabiki viwanjani, TPLB yaita mashabiki viwanjani. Bela Kombo aeleza alivyojipa nguvu kwa wimbo tembea na Yesu. Eh, huyu ni mwimbaji wa injili eh, Bela Kombo anapatikana eh, kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini habari picha ndani ya gazeti lako la habari leo eh, ni Singida dhidi ya Pamba eh, wenye nguvu zinazotoshana lakini eh, gazeti lako gazeti la Mwanaspoti eh, lenyewe linatuandikia habari kubwa kabisa kwenye kurasa wa mbele ni aziziki aigusa Yanga tena. Eh, ziki agusa Yanga tena eh, mabedi apiga mkwara, lakini watano wa ipa jeuri Simba. Riyama nimeokota sana eh, kuchamba watu. Eh, huyo ni Riyama, asema, nimeokota sana kuchamba kuchamba watu watu, lakini mo banka akataa soka, achagua eh, kufuga E, Bo Banka akataa soka achagua kufuga. E, Zuchu Beyonce wana lao, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kurasa wa michezo. Lakini kimataifa Mbeuno aliweka kando issue ya Afcon. E, Mbeuno aliweka kando issue ya Afcon, lakini pata ratiba ya ligi kuu e, Tanzania bara leo e, Jumapili e, ni Namungo e, dhidi ya Azam lakini e, kwenye uwanja wa majaliwa ni midani ni saa moja usiku. Lakini kimataifa eh, Arsenal eh, Liverpool eh ni mambo mambo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lakini habari kuu ni azizi ki aigusa tena Yanga na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa eh, za mbele ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini.